Wiki ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ndicho ambacho kinatuketisha hapa kwenye mjadala na kuzungumzia jambo hilo kwa kina. Ni upi usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa? Tuko ndani ya wiki hii uh, tuk tunaadhimisha. Uh, namna mojawapo ya kuadhimisha ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii. Tunaye hapa Biton Steward, huyu ni mfamasia na ni AMS champion kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila yeah. Biton, karibu sana asante sana wafamasia, wiki yenu hii yeah. na ninyi si tu <laughs> <Tukiamka, dao. laughs> <famasies>, ndo mnatuacha tunywe tu dawa tukiamka <laughs> dawa, wafamasia ndio tuna, tukienda kununua dawa famasi ndio tunawakuta nyie sehemu yeah, kubwa famasi wengi sana wana akses sana famasi kwao, eh. changamoto ya wa kichwa chochote anaenda famasi kwa ninyi, ndo mnaturuhusu sisi, tunaamka <laughs> tunakunywa dawa <laughs> tunalala tunakunywa dawa, yaani ninyi ndio ambao mnaturuhusu tunywe dawa. Ndio maana tuko wa kwa ajili ya kuelimisha kwamba ni wakati gani wakati gani wa kunywa dawa ni mm, dawa ipi ntakiwa unywe, yeah, na kabla ya kunywa dawa lazima kitu gani kitakachokusababisha unywe dawa. Aha, yes. Sasa ili tuelewane vizuri mm, tuanzie kwenye usugu wa dawa, dio. Ni upi hasa ya? Uh, tunaposema usugu wa dawa ni, ni pale ambapo Uh, tunajua magonjwa, kuna magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza mm. Magonjwa ya kuambukiza ni yale magonjwa ambayo yanaweza yakasababishwa, na tunaweza uh, virusi bakteria, eh, fangasi. Kwa hiyo ni yale magonjwa ambayo yanaambukizwa na nini, na wadudu mm. Sasa tunaposema usugu ni pale ambapo sasa huyu mdudu ambaye ulitegemea kwamba, okay umuue kwa dawa fulani mm. Si ndio? Anatengeneza ana, ana kinga ya kujizuia ya kushu, ile dawa inashindwa kufanya kazi kwa yule mdudu k okay. Kwa maana nyingine yule mdudu anashindwa kufanya nini? Kufa. Anaendelea kuwepo ndani ya mwili wako na anaweza akafanya chochote ndani ya mwili wako, pale ndo tumesema sasa huyu mdudu ametengeneza usugu dhidi ya nini ya dawa okay. Na. Na hali hiyo inasababishwa ina na nini hasa, nini ambacho kinasababisha hiyo hali iwepo? Yeah, sasa usugu wa vimelea unasababishwa na vitu vingi sana mm. Moja ikiwa ni uh, pale ambapo mtu ana, anatumia tu dawa pasipo kupata uthibitisho wa tatizo alilonalo. Mtu anajisikia mafua leo, amekohoa asubuhi, amepata chafya mm. Labda kwa sababu alishika pua, ameshika vumbi, anajua tayari ni nini amepata mm. Labda infection, anakimbia duka la dawa, naomba dawa fulani, naomba Azuma <laughs> eh, watu wengi wamekuwa <laughs> <laughs> Yeah, kwa nini umetoa mfano wa Azuma <laughs> kwenye mafua lakini? Yes, nimetoa Azuma kwa sababu Azuma na days na sasa hivi imekuwa ni dawa ambayo watu wanaitumia sana, hata mm, ukienda una UTI, Azuma yaani, Azuma imekuwa ni dawa ambayo inatumika hata maeneo ambayo siko ambayo inatakiwa itumike. Okay, ndio hapo hapo kumradi. Yani, hili linatokana na nini hasa yani? kwa nini watu wamekuwa tu mtu akiamka asubuhi dawa fulani tu akienda tu pale duka la dawa inachangiwa sana nini? Ya, hii inachangiwa moja ni nadhani ni ile ni, ni, ni, ni dhana ya kwamba uh, uh, unajua kuna watu watu wanapenda kujitibu ku kupitia mtu mwingine kwa maana ya kwamba mm. uh, labda mimi naumwa leo, wewe ukaona, bwana, nilitumia dawa fulani, kakwambia nilitumia dawa fulani kanisaidia. Kesho na wewe nauma, kuta niambia dawa fulani, lakini nikitumia itanisaidia, kwa unaenda moja kwa moja kwenye duka la dawa ku, kuipata ile dawa, kwa maana nataka dawa fulani na wakati mwingine hujui kwamba yule mtu alikuwa na madhara ma, ma, ma, ma, ma gani, alikuwa na changamoto gani nyingine mwilini. Labda alienda hospitalini, alikuwa na changamoto tatu, akakwambia nilipewa na dawa fulani kwa sababu alikuwa na mafua lakini, mm. alikuwa na changamoto nyingine. Wewe ukajua kwamba kwa sababu nilipewa alipewa azuma, basi na mimi naweza nikaitumia nikafanya nini ikanisaidia. Kwa mtu anaenda. Kwa hiyo nani, na, na, ni ipi athari sasa ambayo mtu anaweza akaipata kwa kunywa dawa ambayo haihusiani na ugonjwa ule? Nimekunywa azuma wali nina mafua tu mwenyewe. Ya, yeah, sasa changamoto ambayo ndio kuipata ni kwamba ndio pale sasa kwamba uh, wewe una unauma kitu kingine, afu unaenda kutumia dawa ya kitu kingine. Mm. Kwa unaitumia ile dawa mwilini mwako. Mm. Sawa? Kinakuja kutokea sasa itafika wakati tena, itafika wakati ambao unaweza kuwa una changamoto hii fulani ambayo umeipata unataka uitumie sasa ile dawa. Mm. Ya nafika wakati inabidi uitumie ile dawa sasa ile dawa inashindwa kufanya kazi. Inashindwa kufanya kufanya kazi. Sawa? Kwa hiyo inasababisha maana yake tatizo lako ambalo unalo litaendelea kukaa mwilini. Sawa, lakini pia changamoto nyingine ni baadaye sasa uh, mwili wako pale ambapo sasa vile vijidudu vinaendelea kutengeneza uh, usugu. Unajua wadudu ni kama unaenda vitani vile. Nao wanakuwa na namna ya kujihami. Mm. Ya, yeah, kwa kuna mbinu mbalimbali ambapo wanajihami kwa sasa, kule kujihami kwao sasa itasababisha kwamba kuna siku unakuwa na tatizo fulani ambapo unaweza kutumia dawa ile au dawa aina ya ile ile dawa ambayo inaweza kukusaidia kutibu ikashindwa kufanya kutibu kazi. Yes, ndio maana unakuta sasa natokea mtu ameenda amelazwa hospitalini ameenda kulazwa hospitalini. Nakuta no, sasa itakuwa labda atumie ndani ya siku tatu au ametoka anashindwa kutoka ndani ya siku tatu, anakaa muda mrefu sana hospitalini, kwa sababu tunajaribu kila dawa, tunajaribu kuitumia inashindwa kufanya kazi. Inaweza ikaongeza pia shida ya ugonjwa ambao uko nao. Nina mafua, nimetumia yes. Azuma yeah. Azuma inaweza ikaniongezea labda mafua? yeah, uh, yes, kwa sababu unatumia dawa ambayo haiendi kutibu tatizo ulilonao. okay. Kwa kinachotokea lile tatizo ulilonao linaendelea kuwepo sasa wewe unapambana na kitu kingine, lakini tatizo lako umeliacha umeliacha pembeni. yeah. kwa hiyo wadudu wanaendelea kufanya nini? Kukushambulia. Tunakubaliana kwamba tumekuwa tuna tumejenga kama utaratibu kama utamaduni, mtu akiumwa ugonjwa tu fulani ama akijisikia hali fulani, mm. anakimbilia duka la dawa, anaagiza dawa, tena yeye ndiye ambaye anasema ninataka dawa fulani, na nyinyi mnatupa, na nyinyi famasia mnatugea Daktari, i mean mfamasia, hebu em, em, tusaidie Biton, hapa mwongozo ni upi? Nini ambacho mtu anapaswa kukifanya akifika katika duka la dawa na mfamasia anapaswa kufanyaje ili tusije tukaendelea kulikuza hili tatizo? Ndio, asante uh, nashukuru uh, uzuri wizara yetu ya afya mm, imetengeneza miongozo mm, sawa na kila watu wanajifunza kwamba kuna utaratibu wa utoaji wa dawa. Kuna dawa ambazo mtu anaweza akazipata pasipokuwa na cheti kutoka kwa daktari mm, lakini kuna dawa ambazo ili uzipate lazima uwe na cheti umeandikiwa na daktari, na daktari atakuandikia hicho cheti cha dawa pale tu endapo amethibitisha kwamba, tawa, una tatizo fulani sawa, labda una infection ya kwenye mfumo wa damu mm, si ndio? Kwa atakuandikia nenda katumie dawa fulani baada ya kupata uthibitisho wa vipimo vya maabara. Sasa imetokea uh, sasa kwamba uh, watu wengi sasa hawaendi hawafiki wa hospitali wa sawa, wanachokifanya anaenda tu moja kwa moja akisikia kitu fulani kinamuuma, anaenda moja kwa moja kwenye nini, kwenye duka, Ninduka la dawa, la dawa. Mm, yes kwa na akifika kwenye duka la dawa kuna mwingine utafika atajieleza pale sawa, akishajieleza utakuta anapewa dawa fulani ambapo, uh, mtaalamu sasa, ambao nitakuwa mshauri ule mtu unaangalia wote, maana tuna akifika mteja kwenye duka la dawa lazima umweleze bwana, kwa hali yako hiyo, unampa labda dawa endapo anajisikia vibaya na kichwa kinamuuma utampa labda panado atumie kwa ajili ya kupunguza maumivu ya kichwa, lakini takiwa ashauriwe yule mtu kwamba kwa ajili ya kujua changamoto inayokukabili ni vizuri ukaenda kwenye kituo cha afya ili kuthibitisha tatizo ulilonalo ili mwisho wa siku hata dawa tunayokupa iwe ni ile dawa ambayo imekusudiwa kwa tatizo ulilonalo. kuna yes. kitu niliwahi kukisikia, naomba utusaidie. Yeah. Kuna wakati huwa tunaambiwa tunatibu dalili na yeah. si ugonjwa yeah. mfano yawezekana mtu anaumwa malaria, miongoni mwa dalili ambazo zinaweza zikawa zinaashiria kwamba huyu ana malaria labda mm. ni mwili kuwa na joto kupita kiasi yeah. Pengine ni hayo maumivu ya kichwa yeah. Sasa, hapa ki, ki, kipi kinakuwa ni kipi katika, katika muktadha kwamba mimi na sasa nakwenda duka mm. la dawa alafu namwambia mtu moja kwa moja labda nipe dawa ya kutibu malaria kwa sababu tu ninasikia maumivu ya kichwa ambapo pengine huenda ugonjwa mwingine pia sehemu ya dalili zake ikawa ni, ni, ni, ni maumivu ya kichwa. Ndio, ndio maana uh, nasema uh, mtu ukiwa na changamoto, saa kuna zile tunatenga, t, t ma, ma, ma changamoto zinazojitokeza kutokana na tatizo ulilonao mm. tunaweza secondary effect ambazo wewe mara nyingi unakuta madhila yale yanakuletea. Kwa mfano na kichwa kinakuuma, wewe una malaria, si ndio? kicha kinakuuma au na UTI, yeah. Unapata mwili kuuma, mwili unachoka, vitu kama hivyo ambacho unatakiwa ukifika ukifika kwenye duka la dawa tunapata, unaone, una, tunapata ile huduma ya kwanza tunasema. Huduma ya kwanza ni pale kupata labda kichwa kinakuuma uweze kuvumilia maumivu ya kichwa, kwa hiyo utapewa dawa ya kupunguza kichwa kuuma, lakini wakati huo unashauriwa sasa uende, kwa sababu magonjwa dalili zinafanana. Mtu anakuwa na UTI dalili zake zikafanana kabisa na mtu ambaye anaumwa changamoto ya malaria, kwa unaweza kuona anapambana kutibu malaria wakati kumbe wewe una nini una UTI kwa unapewa zile huduma uh, ya kwanza kwa kupata labda panado au dawa yote ile kwa ajili ya maumivu, ili uende sasa uwahi kwenda hospitali ukathibitishe, na baada ya kuthibitisha, basi uweze kupata tiba ya, lile, ya kile chanzo ambacho kinakuwa kinakusumbua. Miongoni mwa, mwa, mwa, mwa mambo ambayo huwa yanatokea, ili pengine linawezekana likawa liko juu yako, lakini ni sehemu ya tunasema pushing factors, sababu yes, ambazo zinawasukuma zina watu kukimbilia katika maduka ya dawa wengine huwa wanaona kama usumbufu kwenda hospitali ama katika vituo vya afya, pengine kwa sababu zozote wanazosema wao, labda umbali, sababu kama vile labda kukutana na foleni kubwa na vitu kama hivyo. Hili unaweza una, una ukalizungumziaje? Uh, kuna viashiria vij... sababu nyingi ambazo zinawapelekea watu kuona kwamba duka la dawa ndio hospitali. mm. au uh, kwenda kwenye duka la dawa ndo ni sehemu ya haraka ya yeye kuweza kutatua ni kutatua changamoto alionayo. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea hivyo. Moja uh, labda ni uwezo wa kufikia uh, hizo huduma, kupata huduma hospitalini. Ndio maana mm, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ina mpango wa kuanzisha uh, bima ya afya kwa kwa wote. Hii itasaidia sana kwa sababu uh, mtu akiwa nauma atakuwa na bima yake itamsaidia yeye kwenda hospitali na kupata, ni kupata matibabu. Unajua ugonjwa huna taarifa mm, unatokea tu ghafla, na wakati huo unategemea kwenye mfukoni kuna kitu gani. Kwa unafika wakati huo huna uh, fedha na huwezi kufika hospitali, kwa unakuta kilichopo labda ni kwenda kupata dawa kwanza, wakati nasubiri maybe wakati mwingine nikipata fedha niweze kwenda kwenda hospitali hivi. Uh, sababu mbalimbali ambazo zina, zina, zina. Kuna vitu vingine ni mazoea tu, mtu amezoea wa kwenda hospitalini mm. labda na foleni vitu, nafanya vitu kama. Kwa hivyo, kuna sababu nyingi, lakini hizo ni sababu mojawapo tu ambazo zinachangia watu kukimbilia sana kwenye ya uh, duka la dawa kuliko kwenda hospitalini kuthibitisha tatizo kuweza kupata dawa. Hayo yote ulioelezea, bado tunabaki pale pale kwenye usugu wa dawa. Na ndicho ambacho tuna uh, kizungumzia kwa juma lote hili ili kuweza kuondoa hali hizo yeah. Elimu inatolewa, lakini usugu wa dawa una yeah, dawa usugu uh, wa dawa maanake, tunakuelekea kuna dawa ziko za aina tofauti uh, kuna makundi ya dawa kwamba kuna dawa hii, kwamba ikitokea hapa imeshindikana, utaenda na nini nyingine. Lakini sasa unakuta sasa hivi tunakoelekea hata ile ile ile ambayo ilikuwa inaweza inaweza, uh, yaani kama dawa ambayo tulikuwa tumeireserve tumeitunza kwa sababu in case, yes mm, kama mbadala kwa ajili ya ikitokea mtu hii imeshindikana, nazo sasa zinakosekana zina cause ikikosekana, maana yake sasa mwisho wa siku ndio mtu anaugua inakosekana kabisa dawa ya kumtibu yule mtu, kwa maana tunavyohimiza sasa watu, jamani, tutumie dawa vizuri, ili kwa na kwamba zile ambazo tumezitunza tumezihifadhi akiba halula ba baadaye ni kesi mtu ameshindikana basi zitumike hizo. Lakini sasa kwa matumizi yalivyo, watu wanatumia dawa kiolela, wanatumia dawa kasipokufata utaratibu, mwisho wa siku saa usugu ukitengenezwa pale, manake hata ile dawa ambayo tuliweka kwa ajili ya akiba tunaikosa ile dawa, maanake mtu anashindwa kabisa kutibika. Ukisema tunaikosa kwa maana ya kwamba na yenyewe inashindwa kufanya kazi, nayo inatengeneza tena usugu. Changamoto hii ni kubwa kiasi gani katika jamii yetu mpaka hivi sasa? Changamoto hii ni kubwa sana, uh, kwa data la za, za, za, za, za WHO zinaeleza yeah, kwamba kwamba kwa sasa ni zaidi ya watu uh, milioni saba dunia nzima, watu wanaathirika, wanakufa kwa sababu ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na wanakadiria mpaka kufika mwaka 2030 zaidi ya watu milioni kumi. Ni idadi kubwa ya watu no, watakuwa wanafariki kwa sababu tu wameshindwa kutibiwa, kwa sababu moja dawa zimeleta usugu kwenye miili yao. Yeah. Na hii ni, na, na, na, na, hii ni changamoto kubwa sana ambayo inaletwa na hivyo vitu vingi ni wanaita, kuna kitu kinaitwa one health kwamba sasa inatakiwa jamii kutane hizi sekta mbalimbali kwa sababu vimelea vya magonjwa vinaweza ikatoka kupitia ba, mazao ya wanyama tunayotumia, lakini wakati mwingine mazao ya mimea tunayotumia. Watu mm -hmm. wanatumia dawa kwenye mimea e, kupata utaratibu kwenye uh, wanyama sisi tunaenda, tunachukua nyama tunakula. Sa, vile vimelea vinatoka kule vina kuja kwetu sana, vikisha kutoka kwetu, kesho kisha na naumwe anakupa damu, vinatambaa vinasamba. Mm, kwa namna hiyo yes. Kuna mtu namfahamu ndani ya familia, ajafa lakini, ana usugu wajue. <laughs> Tunafahamiana yani, uwe mtu ambaye ukia ukiamka panado citizen. Mm, eh? Kuna, kuna, kuna, kuna ile dawa moja maarufu sana, mtu akiumwa tu na tumbo utasikia mnunulie dawa fulani flajili. Ah, <laughs> ana umaarufu wake fulani hivi, yani kuna hizo aina za dawa ambazo zimeshajichukulia umaarufu wake. Mi narudi kwenu, Dio. kwa nini mnatupa dawa bila sisi kuja na consultation yoyote kutoka kwa daktari? Yani kwa nini ninyi wafamasia nini wa wa ninyi mnatupa dawa sisi mi nimekuja tu naomba dawa ya kikozi naomba, hata anayekunywa hayupo sipo naye pengine hapo lakini dawa ninyi mnatupa. Nasema ndo maana kwamba wataalam, ndo maana tunajitahidi. Nadhani nashukuru Baraza la Famasi pia limejitahidi kuendelea kuimarisha usimamizi wa utoaji wa huduma za dawa. Ndio maana kuna level fulani ya elimu, zamani ilikuwa inatumika kutoa dawa wame, wameitoa ile, ni lengo kubwa ni kwa ajili ya kuimarisha kuhakikisha mm. kwamba, kuhakikisha, kwamba okay. watu wanaokaa kwenye maduka ya dawa ni wale ambao ni wataalamu na wamethibitishwa na Baraza la Famasia, kwamba hawa tumewathibitisha kwamba wanaweza wakafanya wakatoa elimu uh, kutoa dawa kwa mgonjwa. Maduka haya ni kama biashara imefika, mm. mm. wakati unakuta kuna watu ambao sio waadilifu, labda wachache wanafanya biashara pasipo kufuata uadilifu kwamba hivi vitu vinatakiwa vitoe kwa utaratibu fulani yeah. Lakini nadhani hiyo hali imeendelea kuimarishwa kuhakikisha kwamba okay, wataalam ndio wanaokaa kwenye maduka haya na kuhakikisha kwamba okay, Watanzania wanapata huduma stahiki kulingana na kufuata miongozo ya ya Wizara ya Afya kwamba ni namna gani mgonjwa anatakiwa atibiwe, ni namna gani mgonjwa bila apewe dawa anatakiwa na vigezo vipi. Bila shaka huwa mnakutana na wakati mwingine mnakumbushana, kwa sababu so, mwingine anaweza kwambia yeah, dawa hiyo haipo, lakini ipo hii ambayo ni kama hiyo tu, yaani cha muhimu <laughs> mpunga ubaki, anakupa yeah, dawa yeah, mbadala. Mm. Yeah. wiki yenu hii, una ujumbe gani kwa sisi wananchi, sisi watumiaji dawa kule nje, lakini pia sisi ambao tunamiliki maduka ya dawa na ambao tunauza tu dawa kwa lengo hilo la kibiashara, wote kwa ujumla, una, una, una ujumbe gani kwetu leo? Ya ujumbe mkubwa ni kwamba uh, jamii inatakiwa ichukue uh, hatua. Ndio maana maana ananilia thimu yetu ya mwaka huu uh, inasema kwamba okay. Chukua hatua sasa, sawa, jilinde lakini uilinde jamii ijayo dhidi no. ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Jamii lazima iamke, ya unavokuwa hata watu wa huduma au watu wa huduma upande wa famasia au maeneo yoyote unavotoa huduma kumpa mgonjwa. Uh, unaona kabisa na unajua kabisa hichi ninachofanya sicho, kumbuka kitakurudi hata wewe kwa sababu hivi vitu vinatoka pia kwa mtu kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu kwa mtu mwingine. Kwa hiyo inaweza ikakuathiri na wewe na wewe pia, lakini uh, kama taifa uh, tukikosa hizi tukitumia dawa vibaya, na kumbuka uvumbuzi wa dawa unachukua muda mrefu sana, kwa maana mwisho wa siku sasa tutakosa uh, dawa za kwa za kututibu pale ambapo tunapata tunapata madhila kwa sababu tu tulitumia dawa vibaya. Kwa hiyo kila mmoja achukue hatua kuhakikisha kwamba anazuia au anamkinga mwenzake dhidi ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Kwa hiyo jamii ielimike kwenye upande huo ufamasia. Biton Kigunga, tunashukuru, alafu siku nyingine tutarudi tena tuje tuzungumze kuhusiana na zile dawa ambazo bandia zile. E, na zenyewe ni kwa kiasi gani zimekuwa zina mchango katika kusababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Ndivyo ambavyo tunakamilisha mazungumzo yetu na mfamasia kutoka katika hospitali kuu ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila, Biton Kigunga. Tulikuwa tukiangazia namna ambavyo vimelea vya magonjwa vimekuwa vikijenga usugu dhidi ya dawa.